Elimu ni kwamba rais William Ruto ameendelea kuwakemea viongozi anaosema wamekuwa wakieneza siasa za shari, chuki na ukabila, akisisitiza kuwa siasa kama hizo haziwezi kuwasaidia Wakenya kwani Wakenya wengi wako na kiu ya maendeleo. Akiendeleza ziara yake katika kaunti za Magharibi, leo akitoa kaunti ya Busia na kuahidi wakazi wa kaunti hiyo kuwa serikali imetenga takriban bilioni moja nukta tatu pesa ambazo zitasaidia kuwaunganishia umeme wakazi wa kaunti hiyo. Rais William Ruto akiendelea na ziara yake katika kaunti za magharibi mwa Kenya. Mulimuoyo mulibaramu, leo ametua katika kaunti ya Busia na ambako ameendelea kuwakashifu wapinzani wake anaosema kuwa hawana ajenda ila wanaeneza siasa za ukabila na zile za shares, usemi ambao uliungwa mkono na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula na aliyeitaka jamii ya Mulembe kuunga mkono uongozi wa Rais William Ruto. Unajua tuko na watu wengine hawana mpango yoyote, kazi yao ni oh, hawa hawana shares, wale wako na shares, hawa hawafai, ukabila, chuki, migawanyiko Eh, kisirani ndio mimi nataka niwaambie hawa jamaa, please, give us a break, ama namna gani? Give us a break. Saa hizi siasa ya chuki na ukabila na migawanyiko haiwezi kusaidia Kenya. Kama jamii, tuunge rais wetu mkono, tuweze kuleta amani katika nchi yetu na maendeleo ifikie kila mtu. Hiyo ndiyo itabadilisha nchi yetu. Tuepukane na wale ambao wanaeneza siasa ya chuki, mnawajua mara shares. Ukiwauliza sera yako ni nini, anakuambia Ruto must go. Ukimuuliza sera ya pili, anasema Kasongo. Ukiuliza sera ya tatu, anasema one term. Hiyo ni sera? Na kutokana na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, Rais Ruto amebaini kuwa yuko na dawa kwani amehakikisha kuwa vijana wanapata ajira kupitia ujenzi wa nyumba za bei nafuu pamoja na ajira za mitandaoni tumeweka mpango maalum mara ya kwanza for the first time we have a comprehensive plan on how young people in Kenya can access employment can be trained can have access to opportunities for them to grow their businesses for them to be employed and for them to make meaning of their lives Hatimaye ni afueni kwa wakazi wa Busia kwani serikali imetenga bilioni moja nukta tatu ili kufaulisha miradi ya umeme eneo hilo. Hii Busia mzima tunajenga soko kumi na ine mpya, kwa sababu tunasema ya kwamba hakuna vile Busia inaweza kubadilika kama hatujabadilisha na mambo ya miradi na mipango ya maendeleo. Manyumba ya wananchi wengi hawajapata stima. Si ni kweli? Ndio sababu hiyo tumetoa pesa ya serikali 1.3 bilioni tuunganishe manyumba elfu kumi na tano mpya hapa Busia. Lakini sasa hii rais anajenga barabara, tunasema nini? Anajenga college, tuseme nini? Tutam alafu tukishasema asante, tunamwambia yeye, sasa letea sisi stima, ongeza, letea na sijasema maji, kati ya miradi mingine ni ikiwemo barabara na maji. Zablon Macharia, Undugu TV.